Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana ni moja kati ya vitu ambavyo vimeweka headline huko mitandaoni, na watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza kwamba what is going on, bwana imekuwaje mpaka mambo yakafikia huko? Uh, bwana hii ni kutokana na kwamba, uh, Diamond Platnumz E, tunafahamu kwamba ni moja kati ya maselebriti wakubwa sana hapa Tanzania na ni moja kati ya watu ambao walikuwepo katika harusi ya Jux akiwa ni kama eh, rafiki wa karibu wa Jux na mpaka alivaa sare umeona eh? Lakini pia kulikuwa kuna wadada ambao walikuwa ni wa Tanzania ambao walikuwa kule Nigeria, na moja kati ya wadada hao tunakumbuka kwamba alikuwepo Porsche Queen ambaye ni ex wa Harmonize. Lakini pia cha kusajabisha, kitu ambacho kimewaacha watu wengi sana mdomo wazi mpaka wakawa wanajiuliza kwamba je, alialikwa au ni vipi, imekuwaje kuwaje akafika kule au imekuwaje kuwaje akaonekana katika harusi ya Jux, jana eh? huyu ni Malaika Cute ambaye Malaika Cute bwana, ni yule mwanadada ambaye alishawahi ku date na Ricardo Momo, yani alishawahi kuwa mke wa Ricardo Momo na mpaka wana watoto. Nadhani utakuwa unaelewa kwamba Ricardo alikuwa na, eh, na mahusiano na huyu dada ambapo huyu dada bwana, jina lake ndo hilo anaitwa Malaika Cute ambaye akaenda akafanya surgery ya mdomo na mshepu. Sasa hivi anabonge moja la mshepu, na ni kitu ambacho kimefanya, eh, kule, kilifanyaga, kukawaga na maneno mengi sana huko mitandao, ni umeelewa. Kwa hiyo at the end of the day ni kwamba Diamond alishawahi kufunguka kwamba bora Ricardo Momo alivooa mwanamke mwingine dhali brother ameoa kwa sababu tumeshadhalilishwa sana, akiwa anamaanisha kwamba Malaika Cute alikuwa anawadhalilisha familia yao kwa namna moja au nyingine, kitu ambacho kilimkwaza hata yeye mwenyewe pia. Malaika alimind hiyo issue. At the end of the day ni kwamba tukaja tukashuhudia kwamba huyu Malaika Eh, akawa yuko na ukaribu mpaka na hasimu wa, harmoni, wa Diamond kwa kipindi kile ambaye ni Harmonize. Lakini sasa cha ajabu ni kwamba katika ndoa ya haru, ya, katika hii harusi ya Jux na Prisi kule Nigeria, Malaika pia alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwepo katika hiyo harusi. Eh, lakini pia sio tu kwamba alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwepo katika hiyo harusi, vile vile ni, ni alionekana huyu Malaika Cute akiwa yuko karibu na Diamond, wanacheza pamoja mix ya kubambiana. Na hiyo ni moja kati ya video ambazo zimemake headline sana huko mitandaoni, na watu wakawa wanajiuliza kwamba imekuwaje ae mpaka ikafikia huku hii, mbona ni aibu tena? Imekuwaje tena, Diamond amekuwa na ukaribu na Malaika Cute pamoja na yote ambayo alikuwa yametokea huko mitandaoni kati ya Malaika na Ricardo ambaye ni kaka wa damu kabisa wa Diamond Platinumz. Page mbalimbali zimekuja kuripoti vitu tofauti tofauti. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba jamani kumeanza kunoga. Page nyingine hapa wamekuja wameandika kwamba eh, e, bwana, hiki ndicho kilichofanya Mwambindo asiende na Zuchu, au kuna mtu ameuliza hivyo kwamba Diamond hajaenda na Zuchu kule Nigeria. Watu wanajiuliza kwamba je, sababu ni kwamba alikuwa anataka aende akacheze na na huyu dada, au ni aje? Kuna mtu asema bwana, mm, e, kwa staili hii Zuchu kuisha habari yake, aanzage tu kutafuta mpango mwingine, hili jambo lishaondoka ameandika hivyo. Peji nyingine hii hapa wameandika kwamba bwana, mambo hayo ila eh, hawa kama hawana niliu sijui, kuna mtu kuna peji nyingine imekuja kuandika hivyo. Peji nyingine ni hii hapa wamesema kwamba bwana, mbona kama vile wametizam wanatiz, wa, mbona kama vile wametizamana usoni eh, Diamond bosi wangu, no bwana, huyu dada ungemkwepa kwa namna yoyote ile. Umeona eh, unajua kabisa kwamba ni shemeji yako, alafu wameachana wameachana vibaya kwa kurudishiana, kwa kurushiana maneno na kaka yako kimetokea kati yao. So maswali ni mengi maoni ni mengi, maneno ni mengi. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuambie, e, kuhusiana na hiki ambacho tunakiona huko mtandaoni kwa mwanadada huyu Malaika e, kuonekana akiwa anacheza na Diamond mm? Na nyingine hii hapa ameandika kwamba msanii wa Bongo Flava Diamond Platnumz akienjoy na mrembo Malaika, e, katika usiku wa harusi ya kitamaduni ya mrembo Prissy na mume wake msanii wa Bongo Flava Juma Jux e, inayokwenda kwa jina la JP 2025. Mbona bwana sasa, ngoja nikusomee maoni ya wadau mbalimbali. Kwa mfano kuna mtu amesema bwana, kwa masikitiko makubwa nimepokea taarifa kwamba bibi Ezuchu amevunja vitu vingine huko nyumbani kwa Diamond. Kuna mtu ameandika hivyo kama hicho inasemekana kwamba kilishawahi kutokea kwamba bibie Zuchu bwana alishawahi kuvunja vitu vya Diamond nyumbani kwake baada ya kuona kwenye mitandao kwamba alimbusu mrembo Fantana katika show ile ya Netflix kule South Africa, Young, Rich and Famous Africa kinachoendelea kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, kiukweli mlio karibu na Zuchu, hebu chukueni simu yake e, maana e? <laughs> yake huyo bwana eh, naomba mchukue simu yake maana huyo akawiku maindi, naombeni mkae nayo kwa muda. Kwa mtu amesema kwamba bwana, ila Insta we, insta wakuja ni wengi sana hata hawajui huyo dada na mondi wana ukaribu. Kwa sababu zipi? Kabla hamjaendelea na makelele, Zuchu anamjua vizuri kabisa huyo dada na anaishi kwa ukaribu naye sana tu. Kuna mtu ameandika hivyo. Haya, mtu mwingine huyu hapa amesema kwamba bwana, wech eh, wech zeo akimaliza kwenda. Haya ndo aliwazungumza Zuchu kwa sababu ah, da e bwana huyu keshaliwa tayari, mambo hayo. So hivyo ndivyo vitu ambavyo vinaendelea na kama nilivyokuambia kwamba comment zimekuwa ni nyingi na watu wengi sana wamebaki mdomo wazi baada ya kumuona Diamond akiwa tena na ukaribu na aliyekuwa mke wa kaka yake ambaye anaitwa Ricardo eh, huko Nigeria. Na Ricardo of course hakuwepo. Eh, katika watu ambao hawakuhudhuria eh, hili tukio ni Ricardo nadhani na Santos, yani hawa ndugu wa Diamond wote wa kiume hawakuhudhuria kutokana na kwamba inavyoonekana huenda labda Ricardo akawa hana ukaribu huo na Jux na ndio maana imepelekea yeye kuto kuhudhuria, lakini watu ambao wana ukaribu na Jux to the maximum wote wali attend hili tukio akiwemo Diamond mwenyewe bwana. Kwani Zuchu hakualikwa au aliamua tu asiende? Kuna watu wanajiuliza, hili ni swali ambalo watu wengi sana wamekuwa wanajiuliza, kwa sababu katika ndoa ya hapa Tanzania Dar es Salaam ni kwamba bibie, e, bibie Zuchu alikuwepo, umeona. Lakini kwenye ndoa ya Nigeria watu wanashangaa kuona kwamba imekuwaje sasa Zuchu hayupo umeona bwana eh? Haya, kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, mmeona jicho la Poshi, lakini kuna mtu ameuliza hivyo, okay? hiyo sijaiona, ngoja ni check tena video vizuri. Wadau wanasema kwamba ukiangalia hiyo video Poshi naye yupo na yeye Poshi alikuwa nawakata jicho Diamond na Malaika wakati wanacheza, okay. So nikitazama hapa vizuri hii video bwana, Poshi simuoni. sema tu huenda ikawa ni wabongo kwenye mambo yale ya, ya kuweka chumvi so it is, what it is. hii ni moja kati ya vitu ambavyo vimeshangaza watu wengi. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako katika comment section. Unazungumziaje suala la Malaika Cute ex au ex wife wa Ricardo Momo ambaye ni kaka wa Diamond Platnumz kuonekana na Diamondi huko Nigeria wakiwa wanacheza pamoja eh. Kuna watu hawajapendezwa na hilo tukio, kuna wengine wamependezwa, kuna wengine wamechukulia poa. Je, wewe ukiwa kama mdau, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hilo? Hebu tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile, bwana, hakikisha eh, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.